bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket piga simu namba 796 Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia atoa agizo, ajali ikiwa ishirini na nane, polisi ataja chanzo, CCM yatuma rambirambi rambi, habari katika ukurasa wa nane, habari picha ikionyesha wananchi wakitazama lori lililogonga magari mawili na kuua watu ishirini na nane na wengine wanane kujeruhiwa mkoani Mbeya juzi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nane wa gazeti hili. Fedha TAMISEMI ulinzi zaongoza fedha za bajeti, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. CRDB twaa tuzo benki bora kwa wajasiriamali, habari katika ukurasa wa kumi na sita. Biteko CWT msigawanyike, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili magari Magari elfu ishirini kupita Kigongo Busisi kwa siku litaongeza kasi ya uchumi EAC. Samia kulifungua Juni 19. 9 taa zilizofungwa barabarani mikoa yote bara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika TFS yaanza kutibu magonjwa kwa kutumia nyuki, habari katika ukurasa wa ishirini. Ulega aeleza kinachofanyika kumaliza msongamano, na habari katika ukurasa wa pili. CCM yataka mabadiliko umiliki uendeshaji ranchi ya habari imeandika kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, unalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele. Ni mlima wa mauti Mbeya, ni eneo la mlima wa Iwambi, Mbeya, 28 wafariki, nane wakijeruhiwa, ajali ya kosta na lori. Ni ajali ya tatu kubwa kwenye eneo hilo, wananchi wataka hatua. Wa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. 58 na idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali tatu kubwa zilizowahi kutokea eneo hilo la mlima Iwambi habari picha ikionyesha wananchi wakiangalia mabaki ya magari yaliyopata ajali barabara kuu ya Tanzam kutoka Mbeya kwenda Tunduma juzi. Kwa matarajio ya wananchi bajeti kwa 2025-2026 kwa sasa wanaolipa kodi kwa uhakika ni waajiriwa wa serikalini na sekta binafsi, huku idadi kubwa ya Watanzania waliojiajiri kwenye sekta isiyo rasmi wakiachwa nje kwenye mfumo wa kodi hii inasababisha mzigo wa kodi kwa wachache. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, pamoja na ukurasa wa tatu na nukuu ya Petro Noel, mkazi wa Nyegezi, Mwanza. Mchuano mkali wagombea kiti cha urais CWT Dodoma. Ni mtifuano ndivyo unavyoweza kusema kutokana na kampeni kali zinazoendelea katika jiji la Dodoma, wakati uchaguzi wa chama cha walimu Tanzania CWT ukitarajiwa kufanyika leo. Nafasi zinazogombewa ni pamoja na urais unaowaniwa na wagombea 18 makamu wa rais wagombea 19 Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa ishirini na moja. Gazeti limeandika historia inavyoandikwa daraja la Magufuli, habari katika ukurasa wa sita. Nukuu ya Abdalla Ulega inasema Daraja hili pia litaunganisha mikoa ya Mwanza, Geita, Kigoma na mataifa ya Rwanda, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Burundi, ikiwa hatua muhimu kuimarisha utengamano wa Afrika Mashariki. CCM CHADEMA cha umma hapa toshi habari katika ukurasa wa 17 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili nalo gazeti Majira gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopaka kipo mbele ulege Samia rais wa rekodi miradi yote ya JPM ujenzi wa barabara vivuko waweka rekodi jina la daraja la Busisi kujulikana Juni 19 sema tatizo la foleni linashughulikiwa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili watu 28 na wafariki ajalini Mbeya, nane wajeruhiwa. Habari katika ukurasa wa nne. Dr. Mpango mwakilisha raisi Samia mkutano wa UNOC3 leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango, kuanzia leo Juni 9 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, anamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa tatu wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari unaofanyika Ufaransa, jijini Nice. Dr. Biteko anika mapinduzi sekta ya elimu. Habari katika ukurasa wa nne. Mwiguru ataka taasisi za fedha kujiunga sema na BOT. Habari katika ukurasa wa tatu. CRDB benki bora kwa jasiri ya mali yang'ara afrika benka 2025. Habari katika ukurasa wa saba. Israel kuendelea kuishambulia Hezbollah. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Gazeti limeandika unene kupita kiasi janga jipya maeneo ya mijini. Habari katika ukurasa so, wa kumi, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira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 Tatu, barua pepe, toko at gmail.com. Tokua, College of Health and Allied Sciences. We are the way to your success. ni Nipashe, mwanga wa jamii, ni nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele. Ajali iliyoua 28 wananchi, kulipwa wapishe barabara, mabilioni ya tengwa, serikali yaahidi kutoa rambirambi kwa kila familia iliyompoteza mpendo wao. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe ni ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera ikisema, hapa tumeshaletewa shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kuanza kulipa fidia kwenye eneo hili ili upanuzi wa barabara ufanyike, wakati tunasubiri barabara ya Mchepuko ya kutokea Uyole mpaka Songwe. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, ripoti maalum Nyumbuli zahanati iliyomshtua CAG, wakazi walia ugumu wa kupata huduma za afya. Simba na nyoka waongeza mtihani kwa wenyeji ahidi. Habari meleka kwenye ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano wa gazeti hili. No reform no election, inavyotikisa mitandaoni. Habari melekwa kwenye ukurasa wa tatu. Shekhe atoweka siku sita, watatu watiwa mbaroni wakihusishwa. Habari meleka kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ongezeko line za simu na fursa uchumi kidijiti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Hchi ya toa mbinu kutokomeza tatizo la umasikini nchini, habari katika ukurasa wa kumi na nane na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Tunatazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni ajali ya barabarani ya ua 28 Mbeya. Dokta Samia Dr. Mwinyi watuma salamu za rambirambi habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mpango ziarani Ufaransa, habari imenikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Serikali inatambua mchango wa viongozi wa dini, Majaliwa, habari katika ukurasa wa pili. Trump asema uhusiano na Musk umekwisha, habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Askari polisi jela la maisha kwa kusafirisha milungi, habari mniko kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Gazeti Uhuru, kweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia: madereva nchini, zingatieni sheria. Asikitishwa na ajali iliyotokea jijini Mbeya na kusababisha vifo vya watu ishirini na nane, atoa maagizo polisi Taru, Tarura, Tanroads hata kama eneo yenye changamoto kubwa zaidi kwa usalama wa watumiaji wote yaendelee kurekebishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Uleganika mafanikio makubwa sekta ya ujenzi, habari katika ukurasa wa pili. Ajenda Oktoba tunatiki gumzo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Ripoti maalum tishio matumizi ya vidonge vya kuzuia mimba kwa wanafunzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Uhuru limeandika CCM yatoa maagizo kwa kikosi cha usalama barabarani nchini, habari katika ukurasa wa tatu. Dkt Biteko, serikali inatambua mchango mkubwa wa walimu, habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Gazeti la Machinga ni nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ulega, Samia ni rais wa rekodi, asema amekamilisha miradi yote aliyoachiwa, ujenzi wa barabara, vivuko, waweka rekodi, taasisi za kimataifa za mtaja kama kiongozi wa mfano akabidhiwa tuzo kadhaa ikiwemo ya Babakar Ndiae inayofadhiliwa na benki ya maendeleo Afrika. Jina la daraja la Busisi kujulikana Juni 19 mwaka huu. Asema tatizo la foleni linashughulikiwa. Habari katika ukurasa wa nne. Vifo vya watu 28, Mbeya. Rais Samia tuma rambirambi atoa maagizo wa TARURA, CCM nayo yatuma salamu. Habari katika ukurasa wa pili. Dkt Biteko aeleza mapinduzi sekta ya elimu nchini, ataka CWT wasigawanyike, ahimiza amani, upendo, mshikamano wa serikali kuendelea kuajiri walimu kila mwaka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wadumishi 118 walipata ajira TRA wapewa siku kumi na nne. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti. Wa machinga pata na kada yako, soma ndani zaidi na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hoja sita kuamua dabi, bodi ya ligi yaita yanga mezani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni Yanga dhidi ya Simba Juni 15 saa kumi na moja kamili jioni, Benjamin Mkapa. Gazeti hili limeandika milioni mia saba kumchomua Mukwala Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano katika ligi kuu bara msimu huu nyota huyo amehusika na mabao kumi na tano akifunga mabao kumi na mbili na kuasisti tatu. Gazeti hili limeandika Mbeya City dume hii hapa habari katika ukurasa wa kumi. Sura nyingine tofauti kwa Fei Msuva hili ni jicho la mwewe na Edo Kumwembe katika kurasa za ndani za gazeti hili. Arsenal yafungia kazi wanne, habari katika ukurasa wa 12 gazeti hili likiandika. Kwa safa leo Jumatatu na Madagascar zidi ya Eswatini ni saa kumi kamili jioni, ndani wa taarifa hii katika ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako wasome kwa undani zaidi magazeti habari ukurasa wa nyuma wa gazeti habari leo gwiji la habari tanzania lenye limeandika moroko awafungia kazi washambuliaji uchaguzi harati kufanyika agosti 2 mwanza mlandege yawaza makundi ligi ya mabingwa habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili gwiji wa filamu elsiaga zikwa tanga habari katika ukurasa wa 23 na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha urukuza vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.